Assalamu alaikum na karibu katika kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo. Ni tarehe mbili ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano snikualiki kunakodukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Shehan Zeina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka, nikukumbushe kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidha zako mbalimbali ambazo mbali unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na nathema, piga simu namba namb. Gazeti Habari Leo giji la habari Tanzania licyo katika ukurasa wake mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni mishahara ya panda, kima cha chini laki tano hsamia 9 wtumishi wapandishwa vyoo, miaka minne. Habari kamili ni katika ukurasa wa wapili. d mwinyhamiza uzalendo kwenye utumishi Habari kamili ni katika ukurasa wa tatu. CCM yaonya hujuma mchakato wa wagombea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika Mrema apinga kuvuliwa wanachama Chadema, habari katika ukurasa wa saba. Mmoja mbaroni tukio la kushambuliwa kwa padri Kitima, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Wabunge washauri mfuko w taasisi kampeni ya Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Hotuba ya wizara ya katiba na sheria ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha rais ikimwonyesha Samia Suluhu Hassan akiwa na makamu wa rais Dk Philip Mpango na rais wa shirikisho la vyama vya ya wafanyakazi Dk Tumahini Nyamhokia wagimba wimbo mshikamano kwenye maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, Mei mosi kitaifa akifanyika katika uwanja wa bombadia mjini Singida. Picha zaidi ni katika ukurasa wa nane na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa mbe gazeti hili ni wafanyakazi kicheko mishahara yapanda, kima cha chini sasa kuvuta laki tano kwa mwezi, makundi mengine yakiahidiwa wanyongeza nono. Dokta yasema hawana deni na rais Samia, dokta Mwinyi atia neno Zanzibar, ujumbe wa wananchi kushiriki uchaguzi kila kona, habari ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nukuu hilo iloandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti mwananchi ni rais Samia Suluhu Hassan akisema, kwa kuwa mchezo kwao hutunzwa, mimi na wenzangu baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda na katika kuzidi kuleta ustawi wa wafanyakazi, serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa utumishi wa umma kwa asilimia 31.1. Ni rais Samia Suluhu Hassan ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa ukura pili pamoja na ukurasa wa tatu gazeti limeandika hofu ya tanda Padre Kitima kushambuliwa. Habari katika ukurasa wa nne. Nuku katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Jumanne Muliro, RPC Dar es Salaam, ikisema walikuwa na kikao na viongozi wa dini na baada ya kikao kuisha, alikwenda kantini na kuendelea kupata kinywaji hadi saa nne, alishambuliwa akiwa pembeni ya kantini. Tunamshikilia mmoja, uchunguzi unaendelea. Nukuu ya Askofu Pisa, Rais wa TEC anasema, ameshambuliwa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na, na amejeruhiwa. Ile taarifa ya polisi kuwa alikuwa anapata kinywaji kwa saa zote hizo ni kwamba alikuwa anakunywa pombe na pengine kapigwa na mlevi, hii sio kweli. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne ya habari. Picha inamuonyesha Padri Kitima, Askofu Pisa pamoja na Jumanne Mliro. Gazeti hili imeandika TAKUKURU yataja viashiria ya rushwa uchaguzi nchini, habari katika ukurasa wa sita. Licha ya nguvu kubwa inayowekwa na vyama, taasisi na serikali katika kudhibiti rushwa kwenye uchaguzi, mambo bado magumu. Viongozi wa vyama vya siasa nchini wamekuwa wakitoa wa matamko kuonya makada wao kutojihusisha na vitendo hivyo. Hivyo TAKUKURU imetaja viashiria vitano vya rushwa katika uchaguzi huku fedha zikichukua nafasi ya kwanza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Lakini pia gazeti hili limeandika fukuza fukuza Chadema moto John Mrema nje mwita njiani, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazama sasa gazeti Majira, gazeti Uhuru, lakini siku lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia apandisha mishahara ni ya sekta ya umma sasa kima cha chini laki tano, ngazi nyingine asema nyongeza nzuri ipo wenyewe walipoka kwa shangwe. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. AG Adolf van Ozi uendeshaji mashauri kwa njia ya mtandao, habari katika ukurasa wa nne. ILO yataka mageuzi teknolojia akili mnemba, habari katika ukurasa wa nne. Polisi da yamshikilia anayedaiwa kumjeruhi Padri Kitima, habari katika ukurasa wa nne. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam linamshikilia Laul Mahabi kwa tuhuma za kumjeruhi katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima. Hatua ya kushikiliwa kwa Mahabi, mkazi wa Kurasini, dar es Salaam, inatokana na taarifa za kushambuliwa kwa padri Kitima iliyoanza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Tume yataka wananchi kuhakiki taarifa za awali, habari katika ukurasa wa tatu. Ya serikali yawapa mbinu wakulima wa korosho kusini, habari katika ukurasa wa nane. Ukraine Marekani za saini makubaliano ya uwekezaji habari katika ukurasa wa kumi na nne. Lakini pia gazeti hili limeandika raha ya waifi za bure na mtego wa taarifa zako za siri, habari katika ukurasa wa kumi na sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni jambo limetimia Rais Samia atangaza nyongeza mishahara watumishi wa umma aonya vyama vya wafanyakazi kutumika wenyewe, wampongeza washauri kikokotoa. Habari katika ukurasa wa pili, kima cha chini cha mshahara kimeongezwa kwa asilimia thelathini na moja nukta moja kutoka laki tatu na sabini hadi laki tano nuku. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni ya Rais Samia Suluhu Hassan akisema waajiri mmekuwa mkifanya mazungumzo ya utatu kwa maelewano makubwa na mmedhihirisha ukomavu na kuimarisha ushirikiano na waajiri wenu pamoja na serikali. Yale ambayo bado serikali inayofanyia kazi serikali haija yapuuza undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Numbaro watua bungeni na mambo ishirini na mbili akiomba bilioni mia sita themanini ya habari katika ukurasa wa kumi na sita. Lakini pia gazeti hili limeandika shambulio katibu tek CCT, BAKWATA, vyama vya siasa walaani polisi, walonga habari katika ukurasa wa tatu. Utata umegubika tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza la maskofu katoliki Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima, vyama vya siasa na viongozi wa dini wakilaani ukatili huo. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu. RPC ashtuka wimbi la watoto katika uhalifu. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbroad Mutafungwa amesema wimbi la uhalifu ilojitokeza ndani ya jamii linaongozwa na vijana wenye umri kuanzia miaka kumi na kuendelea. Amesema hali hiyo inasababishwa zaidi na undani wa taarifa hini katika ukurasa9pash wa limeandika masikio kwa leo, wadau wakiwa na matarajio makubwa sekta ya madini, habari katika ukurasa na tisa. Nyongeza mishahara Zanzibar zanzibayawekwa kiporo hadi baada ya uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa maalum, kampeni ya msaada kisheria ya Samia. Habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Nipashe pia michezo katika ukurasa wake mbele, likiandika Yanga yaanza na saba usajili msimu ujao, habari katika ukurasa wa 24. Kamata nakala yako soma kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dokta mwenye au hutubia kilele cha Mayday, ahidi neema watumishi wa umma undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Dr Samia apandisha kima cha chini cha mishahara, habari katika ukurasa wa pili. SMZ kuishawishi Oman kuendeleza matengenezo Beit al Ajab, habari katika ukurasa wa tatu. Kamati ya jadili bajeti ya wizara ya habari elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita habari katika ukurasa wa tatu. Kaim raisi Korea Kusini ya jiuzulu, habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Ninalo gazeti ya Uhuru Ukweli Daima, lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia awajaza manoti watumishi wa umma. Habari katika ukurasa wa pili, nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema katika kuleta ustawi wa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mishahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia thelathini na tano nukta moja. Nyongeza hii itakayoanza kutumika Julai elfu mbili na ishirini na tano itaongeza mshahara kima cha chini kutoka laki mbele hadi laki tano. Lakini pia gazeti hili limeandika wafanyakazi kumuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa tatu, serikali yaanzisha leseni maalum uzalishaji wa chumvi. Habari katika ukurasa wa tano, gazeti hili limeandika CCM yalaani shambulio dhidi ya Dokta Kitima. Habari katika ukurasa wa pili, Dokta Mwinyi ahidi makubwa kwa wafanyakazi Zanzibar. Habari katika ukurasa wa nne. Nena hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru Ukweli Daima ndilo gazeti wa machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mei Mosi. Rais Samia apeleka kicheko kwa wafanyakazi, apandisha kima cha chini cha mishahara kwa utumishi wa umma kwa asilimia 35.1, aangushe shango kwa utumishi wa umma wasema haijawahi kutokea hapo awali, awataka wafanyakazi kutumia haki yao ya kikatiba kushiriki uchaguzi na kuwachagua viongozi bora, habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika CCM yalaani shambulio dhidi ya Padri Dr. Kitima habari katika ukurasa wa tatu. Dr. Mwinyi atoa hutuba ya matumaini kwa watumishi Zanzibar habari katika ukurasa wa pili. Tume yataka wananchi kutazama daftari la awali vituoni kuhakiki taarifa zao habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika Gazeti wa machinga kama nakala nakale yako usome kondani zaidi. Na sasa tukio habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikonani mwangu nalo gazeti Mwanaspoti iliyo katika ukurasa wake wa nyuma limeandika usajili af mastaa wanne wa pishana Yanga, rekodi ya msubiri mzizi wa mzeziwa, habari ni katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Mchezo ujao ni Yanga dhidi ya Namungo Mei 13 mwaka 2025 saa kumi na robo KMC Complex Dar es Salaam. Dakika 90 zenye maajabu matatu ni simba dhidi ya Mashujaa leo Ijumaa, saa kamili jioni, KMC Complex, bao la Simchimba la dbod ya ligi ya habari, imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, gazeti hili likiandika mshambuliaji huyo ndio kinara wa mabao wa ligi ya championship. Habari katika ukurasa wa tatu soa awaleta vigogo Afrika da kumi na moja mabao aliyofunga striker huyo kupitia mechi kumi na moja za ligi kuu tangu ajiunge na Singida Black Stars. Undani ya taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti mwanaspoti limeandika Arsenal ya chomo leo kwa PSG habari katika ukurasa kumi na nane ijayo ni Arsenal dhidi ya Bournemouth, mchezo unapigwa kesho Jumamosi saa moja na dakika 30 usiku. EBL leo Ijumaa Iman City dhidi ya Wolves mchezo ulipigwa saa nne kamili usiku. Kama hata na gala yako ya gazeti ya Sporti, usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti la Habari Leo, gazeti la habari Tanzania, lenye limeandika Simba mashujaa kula kipolo leo. Kocha futsa Tanzania. Mawazo yote Kombe la Dunia, habari katika kurasa za ndani. Ngorongoro yaitega Lesotho. Afcon 2020 habari katika kurasa za ndani za gazeti hili lakini pia gazeti hii limeandika chemical atunukiwa phd habari katika ukurasa wa 21 yamal ampagawisha kocha inter milan habari katika ukurasa wa 22 ukurasa wa nyuma wa gazeti ni nipashe mwongo jamii lenyewe limeandika yanga yaanza na hawa saba usajili msimu ujao 2025 2026 yabania kukiimarisha kikosi chao wapo watakaoachwa kupisha habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23 Simba rejea ligi kuu baada ya mwezi na nusu, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Gwikares united bado mambo magumu wa habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limerika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii, na gazeti ya Nipashe linakamilisha urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.